Mwananchi Digital leo imekutana na kijana mwenye kipaji cha aina yake, Godlisten Joseph, ambaye ana kiu ili ya kupata elimu ili aweze kuwa chachu ya maendeleo kwa Tanzania. Kijana Godlisten na anahitaji kupelekwa katika shule za vipaji maalum ili aweze kujiendeleza katika masomo ya uhandisi. Hapa anaeleza kuhusu namna anavyounda helicopter. Mimi naitwa Godlisten, mkazi wa Arusha, na nimebuni nime hii helicopter, nimechukua nimechukuachukua tu vifaa vidogo vidogo, alafu nikaanza kuitengeneza kama vile makopo ya Redis, alafu nikaanza kuitengeneza, nikachukua na mota nika nikafunga hapa, nikafunga na hapa kwenye mkia, kisha ndio ikawa inaanza kuzunguka. Kwa hiyo hivi nikikonekti, inaanza kupaa, inaanza kuzunguka. Sasa alafu, kasi ikiwa kubwa, inaanza kupaa. Hapa anaeleza kuhusu kusukumwa na kipaji katika kubuni vitu mbalimbali. Nashindwa hata nianze kuelezaje, kwa sababu huu ni ubunifu tunao, yani najikuta nikikaa hivi, natengeneza, najaribu, kwa sababu naona mimi nina vipaji vingi. Kwa hiyo nataka nikiona hichi najaribu, hivi nitaweza kutengeneza, naanza kutengeneza na kinatokea. Ni kipaji tu cha kuzaliwa, kwa sababu sio hichi tu, nina vitu vingi, nimevitengeneza vingi sana, vingine sijabeba hapa. Ni kwamba sio kwamba imeshindwa kupaa, ila ni ili panga nililofunga ndio sio alikati mawimbi ila lile panga lake la kukata mawingi sikulibeba kwa sababu nilikubwa. Kuhusu suala la elimu aliyonayo, Godlisten anaeleza: Nimefikia elimu ya form 2 kwa kuwa nilikuwa sina fedha. Yani, huwa mimi ni mtu wa kujitafutia, nikipata kidogo kidogo nakwenda nikia hivyo hivyo, nikikosa tena na baki. Kijana Godlisten kwa sasa anaishi na mzazi wake mmoja ambaye ni mlemavu. Ninayo mama peke yake, mama ni mlemavu. Je, nini tamanio la kijana Godlisten katika maisha yake. Nataka kuwa mtengenezaji wa hii helikopta na ndege zingine nimetengeneza, zipo nyumbani na roketi na vitu mbalimbali mbali, na jenereta na nyumba hizo na katapila na magreda, yaani mimi nataka kuja kuwa profesa yani, wa kumake vitu mbalimbali mbali. Baada ya kuzungumza mambo kaza wa kaza kuhusu maisha yake, kijana Godlisten anatoa wito kwa jamii. Wito wangu mimi ni kwamba yani ninahitaji tu ni mishe kusoma shule ya vipaji maalum Kwa hiyo yoyote ambaye basi ana na kufika mpaka huku Dar es Salaam, ni kwa sababu ya katika mishemishe zangu za kutafuta shule ambayo ninahitaji kwenda. Tanzania tukiwezeshwa, tunaweza, na mimi ninahitaji kusoma shule ya vipaji maalum yaani, nije kuwa mtu mkubwa, kwamba hata nchi yetu tunaweza, tuna vipaji vingi, ila ni kwa vile tu hatuna viwanda. Hivyo basi tukisomeshwa sisi kama Haki, mimi na mwingine akijitokeza hivyo hivyo tukipelekwa, nafikiri kwamba tunaweza kabisa kufikisha nchi yetu mbali. Peter Edson, Mwananchi Digital.